Naam, habari gani ndugu msikilizaji? Ni matumaini yangu u mzima wa afya. Pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa simulizi hii ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina ya limbwata ya mama. Hii ni simulizi Tz lango, jina ni Mr A Romantic. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Tafadhali, kama upo karibu na watu wazima ama unaoheshimiana nao, basi vaa headphone, ama la, kama upo chini ya umri wa miaka kumi na nane tafadhali usisikilize, maana yaliyokuwepo humo ni ya watu wazima tu. Sasa tuangalie pale tulipoishia katika sehemu ya pili. Mama Rashidi aliona akicheza atachapwa bakora na mwanae basi alinyanyuka na kukaa kitandani, lakini bado Rashidi alimvaga na kumlaza kwa nguvu, tena juju kwani juju Kwanijuju, lilikuwa likizidi kumwendesha. Mama Rashidi alianza kushtuka kwa jinsi alivyokuwa kijana wake. Mbaya zaidi alikuwa kwenye chupito na mama wa watu, hakujua hata mashine imezama saa ngapi kwenye kisima chake, na alibaki akiwa ameyatumbua macho kama mjusi aliyebanwa kwenye mlango. Wakati huo Rashidi, yeye akiendelea kujilia tunda lililomlea na kumleta duniani. Nani kakuroga mwanangu, wewe ndiyo wa kunibaka mimi? Badala ya kumjibu yeye, alianza kunyonya matiti kabisa, akizidi kuikunia kwa ndani, yani kuizamisha kwa ndani. Saa ngapi mama Rashidi asitulie na kumwacha kijana wake aendelee kumkuna huku akigugumia kwa kumpa utamu. Yaani Rashidi alikuwa ni balaa, alimpelekea moto mama yake vizuri mama yake, mama yake alijikuta akizidi kuchanganyikiwa akilia kwa sauti ya utamu ha, mwanangu asante Chidi, jamani, mbona mtamu hivi! Chumbani Grace alisubiri Rashidi mpaka basi, na mwisho alijikuta akipitiwa na usingizi, akiwa kitandani na huku mama na mtoto waliendelea kulana tena. Rashidi alijiachia baada ya kuachiwa jimbo. Upande wa nje, baba Rashidi alifika na gari lake na kuanza kupiga honi getini, na baada ya muda mlinzi alifungua geti. Hujaja hapa kulala ino, tafadhali tuheshimiane. Nisamehe bosi. Aliingiza gari ndani na kwenda kuipaki na kushuka kwenye gari lake kiwa na maua mkononi, alitembea taratibu na kuingia nayo ndani bila kujua kama mwanawe anamla mkewe, na kukaa sebleni. Aliita kwa sauti, Gresi, Gresi, we Gresi. Abee baba. Binti wa wakazi aliyekuwa amepitiwa na usingizi alikulupuka na kuvaa haraka na kutoka chumbani. umevaa nini icho? Hey! alitimua mbio na kurudi chumbani kwanza, baada ya kujisahau na kuvaa nguo ya kulalia iliyoonyesha kila kitu, chuchu zake saa sita pamoja na kisima chake vilionekana live, yani bila chenga. "Mungu wangu, baba kaona!" Haraka alivua na kuvaa nguo nyingine kwa ajili ya kwenda alipo baba Rashidi. Chumbani Rashidi alikuwa akivaa haraka haraka, na baada ya hapo alitoka na kugongana na Grace kwenye korido akikali, aliyatumbua macho akiwaamini kwa alichokiona, lakini Rashidi hakutaka kujali zaidi ya kutoka mbio mpaka kwenye chumba chake na kuingia. Ivyo umeamua kwenda jumla huko eh? Wewe nakuja baba. Sauti ya baba Rashidi ilimkurupua, ilimkulupua Grace na kwenda haraka. Nitengee chakula. Aya baba alimtengea chakula na kama alivyoambiwa na kwenda jikoni kupoteza muda akisubiri baba Rashidi amalize kula ili aweze kutoa vyombo. Baba Rashidi alipomaliza kula, alibeba ua lake na kuelekea nalo chumbani na kumkuta mkewe ametulia tuli kitandani kama vile alikuwa hajafanya chochote kile na mwanaye Rashidi. nimekuletea zawadi, chimama wangu. liweke hapo ilo ua ndio tatizo lako, hujali kabisa zawadi zangu ninazokuletea, alifoka na kulitupa uwa chini na kuvua nguo zake zote na kubaki mtupu. Mama Rashidi alitazama bakora ya mme wake iliyokuwa ndogo kuliko ya mwanawe Rashidi, na pale pale ghafla aliona mmewe akianza kumnyonya mate huku akishuka taratibu kwenye matiti yake. Nimechoka, Baba Rashidi. Kwa hiyo kama umechoka, tutafanya kesho mme wangu. Sawa, nimekuelewa. Baba Rashidi alizira na kulala pembeni. Kwa hiyo umezira tayari? Sitaki shobo mama Rashidi, achana na mimi kabisa. Mama Rashidi naye hakutaka kuhangaika naye zaidi, alianza kumwaza mwanawe. Alijiuliza ametoa wapi ujasiri wa kuingia chumbani kwake na kulazimisha Kufanya naye mapenzi pale pale. Alikumbuka kitu na kunyanyuka kitandani na kujifunga kitenge vizuri na kutoka chumbani kwake. Alienda mpaka kwenye chumba cha Rashidi na kuanza kugonga, na baada ya muda Rashidi alifungua mlango huku akiwa na aibu, akiogopa kumwangalia mama yake usoni. Ulikunywa yale maji ya kwenye friji, si ndio? Yaliyokuwa kwenye glasi, niambie Ashidi alitumbua macho na kukaa kimya bila kumjibu. Nijibu haraka tafadhali. Ndiyo mama, nilikunywa ni, ni, ni, ni na baada tu ya kunywa nikaanza ni kukutamani. Nilikuwa ni, ni, ni nimesha, nimesha yanywa ya. Umeharibu kila kitu mwanangu. Kwa nini mama? Nilimwekea limbwata baba yako kwenye yale maji ili azidi kunipenda na waache wanawake wake wa nje, maana babako anachepuka, lakini wewe umeanywa. Rashidi mwenyewe hakutegemea, alielewa kwa nini alimtamani ghafla mama yake. Umeshaharibu kila kitu mwanangu, aliongea kiunyonge na kurudi chumbani kwake. Kumbe ndiyo maana nilianza kumtamani, ila hata hivyo tumeshafanya. Ngoja niende kwa Gresi. Miguu ya Rashidi ilimpeleka mpaka kwenye chumba cha Gresi na kusukuma mlango, ila ulikuwa umefungwa kwa ndani. Aligonga lakini mlango haukufunguliwa, na mwisho alirudi kwenye chumba chake kulala. Palivyokucha tu mama Rashidi asubuhi asubuhi aliamka na kuondoka akimwacha mmewe bado amelala, na upande wa chumbani napo Rashidi aliamka bakora yake ikiwa imesimama na kukumbuka utamu aliyoupata jana kwa mama yake. Kwa kuwa ulikuwa ni muda wa kwenda chuo, kijana alijiandaa na kuelekea chuo. Mama Rashidi yeye kumbe alielekea kwa mganga wake aliyempa ile dawa. Alifika na kumkuta mganga, baada tu ya kumwona alikenua meno yake na kuongea, leo naona umeamua kuja asubuhi asubuhi kwenye mahali yangu. Kuna tatizo mganga, naomba unisaidie, huku akiwa anahema. Ha ha ha, tatizo gani mama? Dawa uliyonipa eh, ile dawa ulionipa jana, mganga, niliweka kwenye maji na kijana wangu mkubwa aliyanywa, na uwezi kuamini, aliingia jana usiku chumbani kwangu na kunibaka. He, kijana wako alijilia kumbe. Swali so gani hilo mganga, unaloniuliza Nipe dawa nikampe ili asinitamani tena. Mganga alikitazama kifua cha mama Rashidi na mpwili ulianza kumkaba tena pale pale. Aliona atakuwa mpuuzi tena, mpuuzi wa mwisho, kama atakubali zigo liondoke pasipo na yeye kulionja. Dawa ipo, ila utayaweza masharti mama. Masharti yapi? Vua nguo ili wewe vua, usiniulize maswali. Alimfyonya. huo upumbavu, siwezi kabisa. Najua nataka, anataka kunitia na huna kingine. Ndiyo maana yake, vua nikupe utamu kwanza na mimi alafu nikupe dawa. Mama Rashidi alinyanyuka kwa hasira na kumpiga kofi, na haikutosha alichukua mkoba wake na kumpiga nao kwa mara nyingine kichwani na kutoka nje Aya, unanipiga mimi subiri, sasa nikuoneshe, huna cha kunifanya. Naenda kutafuta mganga mwingine ili anisaidie. Mganga alianza kufanya yake ili tu kumkomoa mama Rashidi, na baada ya kugoma kumpa utamu na kumpiga, Rashidi akiwa kwenye kipindi, kipindi. naona chuo wenzake pembeni yake, alikuwa akakaa binti mweupe aliyekuwa bize kufuatilia kipindi darasani. gafra Rashidi alianza kumwona binti aliyekaa naye anafanana na mama yake. Saa ngapi asianze kumpapasa kwenye mapaja yake, kipindi kikiwa kinaendelea. Na binti wa watu alishtuka na kuusukuma mkono wa Rashidi. Rashidi aliurudisha mkono wake na kuendelea kumpapasa tena, aliupeleka kwenye kitumbua chake kabisa na kumsugua, na kijana aliyekuwa pembeni yake aliweza kumwona na kumwongelesha kwa sauti ya chini, oyababu, uoni kama tupo kwenye kipindi au umechoka kusoma chuoni ni wewe? Ndipo akili ya Rashidi ilipokaa sawa na kutoa mkono wake kwenye kisima cha bibie. Binti wa watu tayari alikuwa ameshaloa na akili hazikuwepo tena darasani, yani alikuwa elewi chochote kile kilichokuwa kikifundishwa. Muda wote macho yalikuwa kwa Rashidi, hakuelewa ametolea wapi ujasiri wa kumpapasa akiwa ikiwa hawana mazoea ya karibu na hawajiwani hata kwa majina. Kipindi kiliisha na lecture alitoka darasani, na ndipo binti alipomgeukia Rashidi na kuongea kwa sauti ya chini, na kesi na wewe twende, ukanieleze vizuri. Nilipitiwa tu sister, tafadhali, naomba unisamehe, mawazo yangu yalikuwa mbali Rashidi alijaribu kumweleza na kumwomba msamaha. Hakuna cha kupitiwa hapa, nifate. Rashidi alinyanyuka na kuanza kumfata kwa nyuma, na kijana aliyekuwa amekaa karibu nao alianza kusambaza ubuyu kwa vijana wenzake kwa kile alichokuwa amekiona. Walifika nje na kupelekana kwenye chemba moja iliyokuwa uchochoroni, yaani uchochoroni kabisa na binti alilitupa begi lake chini na kuongea, wewe si unajifanya shujaa wa kuwachezea watoto wa watu na kuwapiga vidole darasani? Haya, nataka unitie hapa hapa. Acha, acha matani bana, klasi nilipitiwa tu sitanii, la sivyo napeleka basi, napeleka taarifa kwa mkuu wa chuo kwa ulichokuwa unanifanyia darasani. Du, yamekuwa hayo tena basi basi poa. Rashidi alikubali na kuweka begi lake chini na kumsogerea karibu. Ajabu ile, amemfikia tu, aliona sura ya binti inafanana na ya mama yake, na hapo hapo ndipo alipopagawa kijana wa watu na kupeleka mkono wake mpaka kwenye mapaja ya bibie, huku akiendelea kusogeza mkono wake mpaka kwenye tunda lenyewe, yani ikuru, ambapo ndo mahali patakatifu takatifu. Mm, taratibu jamani. Ash, unaitwa nani? Jamani, hii ni sehemu ya tatu ya simulizi hii ya limbwata ya mama. Simulizi tamu iliyojaa utamu wa kila namna. Basi usikose muda na wakati mwingine katika sehemu ya nne ya simulizi hii. Langu jina ni Mr A Romantic. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.